nini tuta record. Lazima wa Kenya wajue na wanaume wengi wenye uko na tabia kama hiyo, biza likutowa iza ma nikakupeleka majuu after that. Lazima ushout. Situmie. Lazima Lazima ni shout. Lazima ni shout. Lazima kila mtu ajue mi <tipot> <Derek, huni nani? tipot> <Inini nendele. tipot> Mimi ni bibi yake, wewe ni nani? Uongo. Unajua, mimi nimetaka tukae chini ili tuongee na tusuluhishe hii maneno kwa amani, sababu tukisema tuanze kupigana hii maneno hatutaongea na hakuna kitu ambao tutatoka hapa nayo, na hata watu ambao wanadai mali na watu ambao wamelagaiwa, mwisho wa siku hakuna kitu ambayo tutatoka nayo. Sasa ni vizuri tukae chini na tukue na utulivu, tukue na mkutano ya amani, ili tuweze kuongea. Mtu akitaka kuongea, sio kupiga kelele ama ku, kuamuka kupiga mwingine ama kutusi mtu, unaongea tu kwa utaratibu, ili tuweze kuelewana na msichana, kitu ambayo imefanya tukae chini, hii kesi iko uchiu yako, sababu vitu ambayo ulikuwa unakana na ulikuwa umekataa kila kitu kwamba uchui chochote, na we mwenyewe umeona vitu ambaye imetendeka hapa. Mimi kitu ambaye nataka kutoka kwako ni kuhusu mali ambayo huyu kijana anadai, hiyo vitu tunapata namna gani? Mimi mambo yenye anti yangu amefanya hiyo, nimekubali lakini hiyo yeah, ya Derek hapana, bado unakana, unakana na daktari anaongea bado unakana, unataka pia uwekwe bubu. Muangalie, mwangalie bado. Unaona nadhani huyu daktari ni mchezo, bado unakana na bado unaulizwa na daktari na unakana, wewe bado unakana, wewe wewe si hmm, hata ndo unafanya hii mambo inakuwa mrefu. Hii story ungekubali kitambo. Unaona picha na wewe ulikuwa umemweka. Mimi sitaki kuongea mingi sai. Picha kwa auntie yako. Mimi sitaki kuongea mingi sai. Mimi bora nilishajua kumbe kijana wangu alikuwa amefungiwangu kwa chupa na huyu mjinga, Hata siwezi muita na jina yake, na ukiwa na huyu auntie yake. Nashukuru Mungu na nashukuru daktari kwa kunifungulia kijana yangu. Nasema ni asante. Sasa saizi mimi hasira yangu haiko sana sasa hmm, kwa kijana yangu. Nimejua kumbe hmm, anikua rogwa alikuwa amerogwa, lakini chenye siwezi kubali tena nikikaa hapa ni hmm, ati huyu mama washikane bado na huyu mama, hiyo si, siwezi kubali si, mm. Hey. Unless, na sitaki kubishana mimi saizi, daktari ameniambia hii ni meeting ya amani anaongea bado maneno ya mali, na si tunaongelea hapa maneno ya ma pa kurogana na kurudishiana nini mali? ni mm. Nini bado anaongelelea maneno ya pesa? Sasa madeni kuulize, madeni kuulize, utaki Selina apate mali yake okay. Nani mali gani hiyo, ni gani, wapi proof? naona kama ya certificate tuliletwa 75%, hiyo ni yake, ni yake hiyo, nakubali. Sijui ni mali gani nyingine anaongelelea hapa. Nani, Selina alisema kwamba alinunulia Derik nyumba yeah. alimnunulia gari mm. na kuna shamba alikuwa amebai na yeye, hizo vitu zote mm. pengine madhaya juu lakini sasa mi na kitu nasema, mm. once nimerudishiwa mali yangu na kina Diana na shangazi yake, hiyo mali yote mi apo wekesiha pia wewe. Mimi hivi naweza toshea kwa hiyo chupa ndogo hivo, unaona? kwa hiyo chupa yenu unaanza kuongea vitu gani? Najua unaona venye anaongea na kiburi, akisema ataweka mwingine kwa kabisa, unataka kuroka mama mwingine juu ya. Unajua kitu ile, mimi niko naonea huyu msichana huruma sababu ya hali ya ambaye yako na hii mimba ambaye ako nayo. Ndio maana hata angekuwa amepata adabu kali sana lakini, niko namuonea huruma Nataka tuongee hata mimi namhurumia, badala ajiweke chini, badala ji humble na aseme ukweli, bado anaendelea kukana. Itakurudia wewe vitu zote ambavyo itakurudia wewe, badalaia ule mzee alishasema, si huyo mzee wake mimba wakemadaa niachokora mimba nje mwenye aliokonaua alikuwa hapa jana. Alikuwa na furugu hapa. Ni wanaume analalanga nao huko nje atajua jana. Ni wanaume anabadilishanga kila siku huyu Dayana. mimba ni ya nani? ni wewe? hiyo mambo ya mimba watenda kusolvia kwao mm. Kwa sasa tufokas na vitu ambayo inatu inatuhusu mm. Mali yetu hapa hapana, Binai. Hata kama ni mambo ya vitu zao, kwanza mimi nijue mimba ya mtoto wangu nani anampea mimba an akoa, kwani Diana ulikuwa na wapenzi wangapi mpaka ujui baba ya mtoto? Pia huyo alimroga kititkitiyote anapata saini urogi. Unadhani hata huyo mzee akona ni nini? ni, si ni mwalimu. Unajua huyo mzee wako ule, ule mbabazi wako baada hajajua hiyo mimba kama ni sio na si na na si na mba ya yake na in case ajue kwamba sio yake, na asira alitoka naye hapa, sijui hata mambo itakuwa vipi. Nitamwambia, nitamtafuta na lazima nimwambie. Pamoja vile ulinirogea kijana yangu wewe. Nilikuambia machozi yangu yende bure. Jaribu kuongelesha mtoto wako kwa sababu ule mzee akiweza kujua kwamba hiyo mimba alikitoka hapa, alijua kwamba mimba ni yake na alitoka akiwa aki na hasira. Saa akiweza kujua kwamba mimba sio yake, sijui tena mambo itakuwaje. Iko hivi, hata mimi saizi nataka kujua hii mimba ni ya huyu mzee alitoka hapa ama Diana, mimba ni ya nani? juu mpaka nijue. Juu sasa, kama uko na mzee mzee, nasikia hata mzee mzee, ataguniriko mimi shwari, na ati mimba inasemekana ni yake, tena mimba si yake mimba. Mm, ni ya nani Diana? Yeah. Endelee kuongea, bado tunaongelelea maneno ya mimba na ituhusu daktari. Daktari ebu ongea P, daktari P, ongea P, daktari wachana na hiyo maneno ya mimba. Watu eh, ebu ingia saidi ika e... saidi ya mzazi uniambie tu kwa mzazi, mzazi wako mimba ni ya nani? Mkijuanga mimba mm. Akiletanga baba daktari atuongeleshe, aiyo mtongelelea huko kwenye Nyeri, mkenda uko Nyeri. Nyeri, ndio mnaenda kuongelelea, si hapa saizi. Tunataka kujua maneno ya pesa ya kijana wangu amepeleka wapi. Mwangalie anafanya na kuwa homeless, na kumbe niko na mali yangu hapa. Si aujiongelele hata auntie yake aleti yote itodida hapa muone. Sasa huyu msichana anajua baba ya mtoto na ni ile amekataa kuongea tu, lakini anajua na kila kitu ambaye huyu msichana anafanya. Si ati ni mwendo wa simu, akili yake iko sawa, na vitu yote ambaye anafanya anajua. Na mimi nilikuambia tu pahali unaelekea ni pabaya, na hata kuna mtu ambaye niko naona anakuja hapa, na itakuwa vizuri Daktari, nani huyo mtu aka anakuja? Tu ni huyo mzee, kwa sababu huyo mzee mimi nilimwogopa. Kuna mtu aka anakuja na haitakuwa na... vizuri, sababu niko naona ndio maana unaona nimenyamaza, nimekuwa nime naona picha ambayo inakuja kutendeka. Mimi ningetaka tu ufunguke, nijue vile ndakusaidia huyo si wakusaidika tena, huyu mali amefika. Huyu siwakusaidika tena, nataka ni kufanyia kitu kibaya sababu ya hali ambaye huko na hiyo iwezi nizuia mi kufanyia kitu ambaye nataka kufanyia, sababu hiyo isikupea kiburi ati sababu ni mjamzito uwezefanyiwa kitu. Hmm, nakufanyia kitu ambaye ita duru mtoto ni wewe ndio itaduru. Sasa mi nataka uongee. Unaona, hata ogopi tenye unataka si kusema? Au ogopi hata? Au una haya wewe? Diana, Diana, si ongea. <laughs> mstakivitadaktai si Daktari mi naona, naona kama Misaki Diana vitu. Ataki kuongea apewe punishment venye anti yake alifanyiwa, ndio labda ataongea pia yeye. She's very greedy, amekula pesa ya kijana yangu ikumtosha. Ndo huyu mzee mwenye ameshikana naye tena pesa ijamtosha eh? tena mimba kuzidisha sie huyo mzee Diana. Ni nini ulikosa kwa kijanangu na kwa hiyo mzee wako, ni nini ulikuwa bado unaenda kutafuta huko nje? tamaa tama, tama itakuwa we msichana. Dayana Dayana. Dayana. Dayana. Yaani mi nimekulia hivyo, yaani umekuwa kiruka njia, uko huku uko huku, hata ueleweki hey. Dayana, mimba ni ya nani mtoto wangu, hebu niambie ukweli, mimba ni ya nani? Dayana. Hebu kuwa tu mwazi uniambie tumbani a nani anajua nani asavurugu hapa. Mimi anajua kitu ya kwanza, sitaka mtu akuguze. Hebu niambie tu ukweli, mama, mimba ni ya nani? Sitaka mtu akuguze. Kwani bado tunaongelea hii maneno ya mimba? Siejiweke, naenda kuambia huko nyumbani, si tunataka kusikia mali ya mali

Mimi unajua, nimenyamaza sababu nimekuwa naona picha ambayo inakuja kutendeka, na nimekuambia kuna, nimewaambia kuna mtu ambaye anakuja na aka anakuja na asira, sababu sio mtu mzuri na ni mtu ya kisirani sana, na kama utakubali usaidiwe, sababu usitake kujionea vitu drama ambayo inakuja kutendeka, sababu huyo mtu hata yuko mbali. Ole Ole wako. Ole wako. Ya, vuru, wapi usama. Wewe. Ni vizuri uongee na wewe. Na, na ueleze kila kitu hii vitu ambaye huyu kijana inarudi na kitu. Na gani. Namna gani na wacha nikuambia kitu moja ambaye ujui huyo mtu ambaye anakudanganya ambaye umeshikana na naye huyo mtu ni tapeli. Huyo ni kitu moja ambaye anataka nikuambia hiyo siku, sikia chenye umesema. Umesemau ambaye ameshikana naye na, na, he. Hey, na huyo mtu ni tapeli. Okay. Huyo, yeah, msichana ameshikana na mtu mwenye ni mtapeli. Mtu ambaye ameshikana naye si huyo mzee. Huyo msichana tosheki na mwanaume mmoja ndio hiyo, ameachana na kijana wangu si si, ameachana na kijana ameachana na mzee, kuna mwingine amemshika mtapeli. Wacha ikurambe wewe, hata sikurumi <laughs> hiyo pia utakana na mimi. <coughs> <coughs> Nataka no, nikusaidie mi, nataka nikusaidia, ndio maana niko nakuambia, mi nataka nikusaidia mm. <coughs> vitu ya, ya kijana inarudi namna gani? Mmm, anti yangu ndio amesema, ndio yako, ameenda amesema ni shamba ile peke yake akonayo, territory deed ameenda kuchukua hiyo shamba nilinunua na pesa yangu. Pesa, pesa, gani? Pesa, pesa, na gani pesa, pesa gani wewe pesa gani? Ulitoa wapi hizo pesa? Hiyo shamba naitaka sasa. Sasa hivi naanza kusema ni pesa yako pesa na nimesema ni pesa ya Derek. Umesema ni pesa ya Derek tena sasa hivi imekuwa pesa yako. Simu, pesa, pesa yangu ni na nilikuwa nafanya nazo shughuli zangu. Shughuli gani? Ah. Ah ah, skieni shughuli gani? Si shughuli za kulala na wanaume huko nje. Mimi nilikuwa nimekuuliza unafanya, wana unafanya kazi gani? Una pesa uinvest wewe unafanya unaenda unanunulia nti yako shamba. Sasa ungenunulia mama yangu. Si nilikwambia ni mrogo na nilikukataza maneno, msichana wewe. Ni kurogwa mama, tulia. Shenzi. Ndio, mimi nilitaka tu uambia hapa mm -hmm. Kila mtu kazi ambayo ile unafanya ni gani, ndio tujue hiyo pesa, hii mali yote ambayo uko nayo unafanya, e, hii kazi na hii kazi, na hii mm, na unajua kazi yenye mtoto wako anafanya yenye namwingizia pesa nasikia stories zingine kukula tu. Bibi yangu ako na ng'ombe, ako na shamba analima, anakamua ng'ombe. Sitaki kufunua maisha ya huyu mzee huko nyumbani, naomba sana Mama asingire fa familia yangu, nimenyamaza, nimesema nime. Ni sitaki si Sita. ungejua chenye huyu mzee anapitishanga bibi yake huko nyumbani yea, eh? Anakuta hapa Nairobi kung'ara, kumbe bibi yake anangaika huko nyumbani. wewe unajua anangagaga. Mimi bibi yangu nimemnduria ng'ombe. Nimembea shamba analima Anaua an, an, an, an, an, an, maziwa na pesa za deni, kuna toa ngapi pesa? Anafanya kazi pesa za sasa kizala za yangu. Nyinyi watu wawili kwanza ndio mnafaa kurudisha hiyo pesa, pandeni huko, tukitoka hapa nazitaka. Na kujia ng'ombe gani hizo zenye umesema ulinena

Mi, e tu, mimi unajua sikutaka hii mkutano ya vurugu na mnai, mimi nilitaka tuongee na ili tutoke na jambo la muhimu hapa, na kitu ambayo imetuweka hapa ni kuhusu hii hivitu ya ambayo msichana ako nayo na kabisa unajua vitu ambayo uko nayo si yako. Mbona uziachilia hizi mm, vitu irudi kwa mwenyewe. hapo hapo umeshasema daktari, hapo rudisha vitu zenye si zako daktari. Mbona tunabembeleza huyu mtu? mbembeleza asiyefanya onge kama mimi nilifanya kuwa bubu. Daktari, mfanye hiyo mdomo yake ifunguke, saizi aanze kuongea. Najua kulingana Shere na hali ambayo yako, ndio maana sasa najaribu siya kumwelewa vitu za wenyewe daktari, kumupea muda kidogo, kulingana na hii hali ambayo yako, lakini hiyo iweze nizuia kumfanyia chochote a unge, a unge. Nataka mm, tu eleze vile hii mali itarudi kwa mara ya mwisho, Diana mm. Nakuuliza hii vitu yae ambayo unajua umelagai inarudi namna gani? We, we, usijaribu kuinyamazisha mimi ati nisimrushie mdomo. Usione vile tunacheka na hapa tumerudi mara like, hmm. kwa marafiki. Daktari, usione vile tunacheka naye hapa ati tumerudi kwa marafiki sio? Unaongeleshwa na daktari. Diana, siwezi kwa tutakojea hivyo venye anti yangu alikuja, alisema anakuja na nahiyo title deed nasema maneno ya title deed. Kwa nini anashindwa? Ni hiyo ndo vitu zenye tunataka peke yake, mali yenye hiyo alikuwa anamtumia. Kwa nini ongelelee hiyo? Hiyo ndo tunataka peke yake hapa sisi hatutaki title deed peke yake. Unajua eh, exactly, hiyo pia iko lakini exactly. Kuna vitu zingine uko nazo unajua hiyo nyumba nyo naishi isiyo ya Derek, mtu alinunua hiyo nyumba ni Selina pale. Unajua ni Selina alinunua pale hiyo nyumba. Hiyo nyumba unaka, unakaa ile pale nini ni, ni ya Selina mm. Ati huko unajua sasa ndio unasema huko ata unajua na wewe ndio ulikuwa unaambia deni kwa shikane na huyo mama. Ati yake ako ametoa pesa. Atatoa wapi pesa? Haina haja ya kubomoa nyumba Selina nyumba itarudi tu haina haja ya kubomoa nyumba atarudisha tu nyumba. Diana, utarudisha nyumba, ukatae ukubali, kwa sababu tunaona tunakubembeleza sana na utaki kuongea. Hua itabidi tutumie nguvu zingine, basi ndio uongee, si ndio? Diana, ongea, utawekwa ukue mjinga wewe, sai ukue mwendazimu, wende ukiokotanga vitu kwa barabara ukikula

Leke, unaua wazazi wako na wajakufa bado. Diana, huyu ni nani? Huyu ni nani? Kwako kwako kwako kwako kwako kwako, okay? Yani, unaambia mzee kama huyu ati mimi nimekufa. Ndio sugar daddy wako. Kumbe mnakulanga pesa huko ya wenyewe. Unaona, ulikuwa unanichekelea ati niko na na na. Sugar mami, angalia. Ndio ushauliwa. See for yourself. Kijana, kijana, kijana. Funga mdomo. Ni mama unasikia? unasikia? Nyamaza, nyamaza. Madam talking too much. Huni nani? wenyeweliaeashundi uoshauliwalshkidoaa nani? Jana nimekuja hapa Eh, niambia kuna mzee alikuwa hapa anaenda fujo. Okay. tukaenda tukara kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nyumba si ndio? Okay. umetoka kwa nyumba hata umeniacha ujaniambia mzee ndio huyu hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. ati mzee Yesu, mwadhani mzee mzee, kama mzee kundiriko ni mzee ni mzee wako wewe, na wewe mzee

kupigia watu kelele hapa hauna kitu. Mbonga. Na nilikuwa nimekuambia Diana kwamba kuna kitu ambaye nakuja kutendeka na itakuaibisha. Eh, na ukusikia. Si nilikuwa nimekuambia. Kwa mnyonge kabisa. Na mimi sitaki hapa fujo, sababu kuna mambo mengi ambayo msichana anaficha na hata mzee, nataka pia wewe ujue umefanya vizuri kukuja. Kuna vitu mingi ambayo natamani sana ujue huyu mtu ambaye unatetea ukisema ni mke wako, anabeba mtoto ati mtoto akona mimba yako. Huyu akona mimba yako huyu. Wewe kwani unashtuka? Na tulikwambia jana uko na mimba ya mzee huyu. Kuna mimba ya huyu mzee. Mimba ni nani? Mimba ni nani? Kati ya mzee, mimba ni nani? Mimba ni nani Diana?

Alex. Alex. Unajua Alex mzee? Oh oh. Eh, umechezwa. He's my personal personal driver. <laughs> driver. <Diana. Diana, laughs> I gave you that driver purposely. He's been my driver for a very long time. Ana kupea. Dereva anakusaidia kugonga hiyo kitu. Mama acha wewe. Dereva